Sasa, kama taifa, kama watu wanasema kwamba taifa linahitaji reforms. Taifa lina changamoto ya mifumo ya kielimu, mifumo ya uongozi imefeli. Je, tukae hivi hivi ama tuendelee kujidanganya na kumeza upepo? Hatuwezi tukakubali kuendelea kuwa hivi. Bunge limevunjwa tayari. Rais amevunja bunge. Hii maana yake ni kipyenga kimepulizwa kwa ajili ya uchaguzi. Sasa kama kipyenga kimepulizwa kwa ajili ya, ya uchaguzi na mifumo tunayoona haiko sawa. Mifumo haiko sawa kabisa. Tume haziko huru, watu wamesema katiba ni mbovu, tume haiko sawa, kuna cyber crimes wanasema, wanasema sheria ya uchaguzi haziko sawa. Tunaendaje kama taifa? Tunaendaje kwenye kwenye kwenye uchaguzi kama taifa kwa mifumo kama hiyo? Nemo judex in causa sua. You can't judge your own case. Hauwezi kuhukumu kesi yako yako mwenyewe. Lazima kesi yako ihukumiwe na mtu mwingine. You cannot judge your own case. Lakini tumetengeneza mifumo ambayo They want to judge their own cases. Sasa kama rais anatengeneza tume ya uchaguzi mwenyewe, mwenyekiti wa tume wa, ni wakwake wasaidizi wake na viongozi wengine. How can we move as a nation? How can we move? Tuna cyber crimes. Ukisoma cyber crimes kifungu cha 61, 62, 63 mpaka 68 vinawapiga pini watu kujieleza. Sasa tunaendaje kwenye uchaguzi na tuna mifumo kama hiyo? Wengine wanasema reforms, wengine wanasema tunatiki. Mambo ni mengi, tukipuuza maoni ya wananchi Taifa litakalo puuza maoni ya wananchi, mwalimu Nyerere alisema linaweza likalia kilio cha kusaga meno. Kuna taifa ambalo limeziba masikio, vyama vya siasa vingine vinapigwa bani. Walezi wa vyama vya siasa wana vyama. Umesema majaji wanatakiwa wasiwe na vyama, tumeambiwa sheria zinasema majaji wasiwe na vyama. Hata kama katiba hii ni mbovu, lakini mbona haifuatwi? Katiba hii mbovu, mbona haifuatwi? Majaji wanapatikanaje? Majaji wanapatikanaje in dispensing justice ilitoa order kwamba kwa lazima vifungu vibadilishwe ikiwemo ibara ya 41.7 ambayo inakataa watu kuchallenge maoni eh, kuchallenge uchaguzi wa rais, lakini vitu havifanyiki kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujifungia ndani. Mashirika mbalimbali kama tuwaweza, wametoa tuwa ripoti mbalimbali kwenye chaguzi mbalimbali 2020 tuwaweza wamesemaje? Moja wa mataifa wamesemaje? vyombo vya kimataifa waangalizi wamesemaje? Wanasema tume za uchaguzi wa Tanzania haziwezi in irigible kusimamia uchaguzi wa Tanzania. Nchi ina shida, ipo nchi ipo kwenye giza. Sasa kama ipo nchi kwenye giza na watu wanasema lazima tuende hivyo hivyo, tunaendaje kama taifa? Tunaendaje? Vyuo hivi vimekuwa vikisaidia wanafunzi mbalimbali mbali wanapata elimu wanasomea ujuzi ambao wanatamani kwenda kufanya baadaye. Lakini pamoja na hayo yote, elimu hii imekuwa na changamoto kubwa sana, na changamoto ya kwanza ni kwamba ile elimu ambayo tulikuwa nayo kuanzia kipindi cha ukoloni, kipindi cha uhuru, ndiyo ile ile iliyopo ili mpaka sasa, tukijaribu kutafakari sisi kama Watanzania elimu ambayo tulikuwa nayo kipindi cha ukoloni ilikuwa ni kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Na baada ya kufikia kipindi cha uhuru elimu ikaongezeka, na ndio pale ambapo tulipoanza kujifunza mambo mbalimbali, kujifunza namna ya kuwa walimu, wanasheria na hata kozi mbalimbali, lakini elimu hiyo hiyo ambayo ilifundishwa katika kipindi cha ukoloni ndio hiyo hiyo tulionao mpaka leo hii, haijawahi kubadilika. Protocols ni zile zile, etiquettes ni zile zile. Ukiangalia katika mfumo uliopo hakuna kilichobadilika, na hiyo inasimama kama changamoto kwa wanafunzi wa Kitanzania. Kijana anatoka form 4 elimu aliyokuwa nayo tu ni elimu ya kujifunza historia, kukariri na vitu kama hivyo, na hiyo elimu haiwezi kaenda kumsaidia mtaani. Elimu ile inabaki tu akilini mwake kwamba najua kusoma, najua kuandika, lakini haitamsaidia chochote katika jamii. Mwanafunzi anamaliza chuo kikuu, alikuwa tu akikaa kikariri, alikuwa tu akikaa anasoma, lakini mwisho wa siku akitoka, akienda mtaani, ile elimu inakuwa ni ngumu sana kumsaidia katika shughuli za kawaida.